Na ni matumaini yangu hubuweri wa afya. Pole na majukumu mbalimbali yanayokukabili. Karibu muda na wakati mwingine katika muendelezo wa sehemu ya tisa. Hii ni simulizi Tz, langu jina ni mistaheilo majiki kutoka hapahapa simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali na huu ni mwendelezo akewa sehemu ya 9, na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya 8. J4 alishtuka sana baada ya kukuswa bega, na alipogeuka alishtuka baada ya kumwona alikuwa ni Amani. He, Amani! Karibu bwana, karibu sana. Vipi kaka? Oh, Amani, safi, ila tafadhali naomba nimalize mazungumzo na simu hii sawa? Mariana, kila mtu ana thamani yake ndani ya moyo wa mwanadamu, na ndivyo ilivyo hata kwangu. Wewe pia una thamani yako, hivyo sioni haja yoyote ya wewe kuendelea kuteseka na kuumia kwa wasiwasi wasi na wasiwasi mkubwa, tafadhali jaribu kunielewa sawa? Mimi mbona nimekuelewa, ila tu zingatia maelezo ya daktari sawa. Waliendelea kupiga stori mbili tatu na kisha akawa amemalizana na Mariana na kurudi kwa Amani rafiki yake. Amani alikuwa ameketi kwa pembeni. Vipi kaka opopoa unaendeleaje na hali zako? Aliuliza Amani, na Jefwa alimjibu, Mungu ni mwema kwa kweli, kwa sasa naendelea vizuri kabisa, isipokuwa kuna dawa na vimasharti kidogo ambavyo nimepewa. Mm. Pole sana kaka, vimasharti da? Ndio vimasharti, kaka, madokta hawa utasikia, basi usikutane na mwanamke sasa si tatizo hilo, yaani we acha tu, ila sio tatizo, kwani kuna muda inabidi ukubaliani nayo ukiwa unataka kupona, ili maisha mengine yaendelee. Okay, sawa. Amani alimuuliza, mbona rafiki yangu umekuwa msiri sana siku hizi? Kwa nini hukutaka kuniambia juu ya tatizo ililonalo? Tatizo? Tatizo gani hilo? Si hiyo iliyosababisha mpaka wewe kupata ajali. Siku ile nilijaribu kukuuliza, lakini ulinitolea nje, huku nieleza chochote kile, ingawa ulionekana ukiwa umevurugwa sana. Kwani hiyo pia bila shaka ndiyo iliyosababisha tatizo hili liweze kukukuta. Maana ukuwa sawa tena hata kidogo. Jefo alishtuka baada ya kusikia vile. Alijiuliza ni nani ambaye atakuwa amemwambia, na kama mke wake ndiye aliyemwambia, je, ilikuwaje mpaka wakafikia kwenye hayo mazungumzo. Lakini mwishoni alikubaliana na matokeo. Mkewe alitoka kwa nje na alipomwona Amani mpaka alipokuwa wamekaa za saa hizi shemeji? Nzuri, Amani aliitikia. Umeamkaje? alimuuliza. Yani utasema kama vile hawakuwa wote, yani ni hatari kabisa. Lakini J4 aliona hali isiyo ya kawaida, kwani Agnesi alikuwa kama mtu mwenye aibu kidogo, asiyeweza kumtazama usoni Amani, lakini Jeifo alipotezea kwani huwa wana utani kidogo kama mtu na shemeji wake kama mtu na shemeji yake, hivyo alichukulia tu kawaida. Agnesi alipika chai kisha kuwatengea kama hakuna kitu kilichokuwa kimetokea, yeye na Amani. Ndipo Jeifo na Amani walikunywa chai vizuri kumbe Jefo hajui hata kidogo kuwa anakunywa chai na mumwe mwenza ambaye yeye anamchukulia kama rafiki yake mkubwa. Siku ile iliisha, hali ya Jefo ikiendelea kutengamaa na nguvu zake zikianza kurudi vizuri, ingawa ndani ya nyumba ya Jefo kulikuwa na mabadiliko kidogo tena makubwa kwa mke wake kadri siku zilivyokuwa zinaenda yaani, siku hadi siku. Siku moja J4, hali ile ilikuwa haijampendeza, ilikuwa ikimtesa sana, tena sana. Basi siku hiyo walipanga appointment na Mariana kwa ajili ya kuweza kuzungumza mambo kadha wa kadha juu ya maisha. Walipanga kukutana sehemu sehemu moja iliyokuwa ya juu kabisa. Walikuwa na lengo kubwa la kuweza kuzungumza juu ya maisha na mambo mbalimbali yaliyokuwa yakiwasibu. Yaani ukaribu waliokuwa nao baina ya Mariana na J4 unaweza ukahisi vibaya, lakini hawakuwa na uhusiano zaidi ya urafiki Mariana alipokutana na J4 katika eneo moja linalojulikana kama Mnazi Mmoja, kulikuwa na restaurant moja nzuri tena ya kisasa iliyokuwa maarufu sana iliyokuwa ikiitwa AGM Restaurant, iliyokuwa maarufu sana na yenye jina. Siku ile waliongea mengi tena mengi mno baada ya kukutana katika eneo lile la restoranti, waliongea juu ya maisha yao na changamoto mbalimbali za mahusiano ambazo kila mmoja wao alikuwa anaugua na maumivu yake moyoni mwake. Hivyo ilikuwa wasaa mzuri wa kuweza kufungukiana j J4 alionyesha kuchoshwa na tabia za mkewe, hivyo uamuzi aliyokuwa nao kwa wakati ule ni kuachana naye, ingawa Maliana alionyesha kumshauri kutokukurupuka katika uamuzi wake, lakini J4 alisisitiza na kuonyesha msisitizo wa dhati kuwa alikuwa na kusudi la kuweza kutengana na mke wake na alikuwa amepanga vizuri mipango ya baadaye. Basi waliendelea kushauriana na kupanga mipango mingi kwa ajili ya maisha yao baadaye. Baada ya JFO kuweza kuimarika, walijaribu kuhusia ni vitu gani ambavyo vingeweza kumfanya JFO aweze kuishi maisha mapya kwa biashara mbalimbali. Kama unavyojua, Mariana ni mtoto wa kishua na mwenye pesa na wazazi wake alikadhalika walikuwa na uwezo. Baada ya mazungumzo yale, walirudi nyumbani wakiwa na furaha na amani tele kwa siku ile. Kila mmoja wao alijawa na amani thabiti na kuanzisha muonekano wa maisha na taswira mpya juu ya mawazo ya Jayo. Jefo alibarikiwa mawazo ya kinifu, ingawa alinyima kipato, ingawa alinyimwa kipato. Baada ya kufika nyumbani kwake, akiwa nje ya chumba chake pale kwenye kizingiti cha chumba chake akaona viatu ambavyo alikuwa anahisi kama anavijua. Alishtuka kidogo, hivyo akasogea kwa karibu, yaani pale mlangoni, ili kusikiliza ni nini kilichokuwa kinaendelea ndani ya chumba chake. Alishtushwa sana baada ya kusikia miguno isiyoelezeka. Hii ni sehemu ya tisa ya simulizi hii iliyojaa utamu wa kila namna. Songa nami muda na wakati mwingine katika sehemu ya kumi iliyojaa matukio ya kutisha, matukio ya ajabu, usaliti, maumivu, mapenzi ya dhati. Langu jina ni Mr. A Romantic, kutoka hapa hapa simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwa heri.